Kwa jina naitwa Salma Uthmani Musa, ni muuguzi mkunga wa kituo cha afya cha Magirisi. Leo tazungumzia umuhimu wa vijana kupata elimu ya afya ya uzazi. Umuhimu upo wa vijana kupata elimu ya afya ya uzazi kwa sababu kila kitu kinahitaji matayarisho. Lazima kijana huyo umtayarishe kuwa mama wa baadaye ama baba wa baadaye. Vipi utamtayarisha? Ni kumpa elimu ya afya ya uzazi, kwa sababu katika miili yetu sote tunatokea mabadiliko katika ukuaji wetu kwa hiyo kijana yule unampatia elimu ya afya ya uzazi mapema, atakapoona mabadiliko yoyote ndani ya mwili wake asishtuke, na pia kujua zipi athari ambazo zinaweza kupelekea katika Yani katika mazingira yake pindipo atakapopatwa na tatizo, na pia kijana yule kumweka huru na, yani na jambo lolote. Sio kama labda tuseme jambo hili mimi ndo nimelisikia hapa mtaani lakini sijui itakwaje, lakini kila kitu tayari akiwa ameshakisikia, tunamtengeneza baba yule, anakuwa bora na imani tutapata na kizazi bora cha baadaye, kwa sababu lengo letu ni kumtengeneza kijana juu ya afya ya mama na mzazi ya uzazi, na pia kijana yule tunategemea kwa asilimia ni balozi wa kufikisha huko nje. Tofauti ukimsomesha hapa kijana mmoja basi, umesomesha zaidi ya vijana kumi huko nje. Kwa hiyo e, nini ni faida ipo ya kumpa nani kijana elimu ya afya ya uzazi kwake ye mwenyewe, faida ipo kwa jamii pia, faida itakuwepo pia. Yeye ni mzazi wa baadaye, kwa maana hiyo faida itakuwepo kwa kizazi chake pia.